Naitwa Mamoto, mwenye moto wangu mjini. Jamani, mi siogopa gidudu wala mende. Mineno kwangu imejenga ilipikodi, ukipenda nito waziliwaziki na mambo asokuwa na mana. Jamani, tuko kwenye majuto. Fatilia majuto iko YouTube, inapatikana Mkongwe TV, andika Mkongwe TV. Usisahau kushare na kusubscribe. Jamani, mi mzalamu kuongea vizuri siwezi, kama mnavonijua. Sijui subscribe sijui subscribe, mane choni mie sijui kwa hiyo jamani, mshee mkomenti jamani, tunapenda mtukosoe, mtu uelimishe mtu mtu... yani, mnavyopenda nyinyi, si tunapenda. Karibuni vipenzi vyetu Mkongwe TV. Mama, kwa kuwa mi nimebadilisha simu sasa hivi, hii simu yangu ya zamani nataka nikupe, utumie. Asante mwana. mm-hmm. Sasa mwanangu, mimi sijui. Usijali, nitakufundisha itakusaidia ukipata changamoto yoyote, ambapo mi nikiwa sipo au kaka yupo. Maana si unamjua wifi tena, anaeza kafanya mambo ya ajabu hapa ukakosa msaada. Pia itatusaidia kukusanya ushahidi. Kama kawaida yake, akija hapa na manyanyaso yake, una mrekodi, akiondoka una hifadhi ili tuweze kumuonesha kaka si so? Unajua kaka hivi hivi hawezi kuniamini, hawezi kukuamini mpaka tuwe na kithibitisho mwanangu. Kwani usifanye wewe, unayepitia wewe ndio nayepitia mimi, fanya wewe mwanangu. <laughs> Unadhani Kanja ataniamini mimi? anajua fika mi na mkewake atuelewani, atajua tu mi nimetengeneza. Bora wewe mtu mzima hawezi kuzania hilo. <laughs> Mbona mi sijui mwanangu, ngoja mm, nikuelekeze. Ni rahisi tu, unaona, ukishaingia unaingia hapa, unabonyeza hapa hapa, inajirekodi tayari. Akitoka tu unakata hapa tapu, unabonyeza hapa, hapo itakuwa imejisave. Umeona ilivyo rahisi? Utaweza kweli? Inabidi tu uweze mama kwa sababu hatuna jinsi. Hebu mm, jaribu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bonyeza hapo, si unaona ilivyo rahisi? mama hizi, hey, ni dharau sasa zilizopitiliza. Yaani mimi nakuita kwa dharau, wewe unachezea simu hey! <laughs> Aya, chakula iko hapo, mi natoka. Ukisikia mtu yote anafungua mlango huko sio unajikausha unakaa kimya, uliza ni nani umndani, kusije kukaibiwa kwa sababu ya uzembe wako mm. Chakula chenye ndio cha juisi nasi na biskuti. Na unaona una, una, kuna vidonge vingi. Vidonge vingi tumboni, hiyo biskuti kweli na juisi kweli. Ndio chakula jamani. Hmm. <tutu> wewe mbona una shukrani lakini? Ulikuwa unataka ule nini? Eh? Nikikupa chakula unalalamika. Nisipokupa chakula bado unalalamika. Mbona huwezi kushukuru wewe kwa kitu unachopewa? Eh? Nataka ugali mimi, nataka ugali yaani? Tunu mimi hapa, natoka hapa naenda jikoni na kusongea wewe ugali? Ah, nitakuwa na kichaa ndugu yangu. Tena nitakuwa nimechanganyikiwa kabisa mimi hey. Wewe mama, unijui vizuri wewe, nitamwambia mwanangu nini? Nitamwambia mwanangu mwambie hii. Kwani ukimwambia itakuwa ni mara ya kwanza wewe kumwambia eh? Umeshamwambia mara ngapi? Na akusikilizi wewe, si mtu mzima wewe lakini, hmm? Na unajua kabisa kwamba mapenzi siku zote uwaga hayaingiliwi. Usisahau kwamba mimi ndiye ninayelala kitanda kimoja na mtoto wako kwao, usije ukafikiria kabisa kwamba anaweza akakusikiliza. Sijui umenisikiliza vizuri. Mi ndio maana katika life langu sitaki mambo mengi kabisa. Maisha umekiona hiyo, umekiona hiyo eh. Ndio nakwambia achana na vikali. Utaki unaendelea kupiga vikali, piga vikali mm. Ni kutembezea au unapiga kuna zima kwanza na singa, hebu leta nduruzu kidogo, hicho kibdachako nacho. Halafu nitakwambia kitu. Nisikize ngwambie. Nkwambie, nakumbuka ile video gani? Video za yule mwanadada anaoga ana nguo na nini yaani anajitafuta eh. Iko hivi. Sasa nisikize nikwambie. Ngoja nimalize uh. Ukimzalilisha mwanamke mmoja, umezalilisha wanawake mia. Alafu katika wanawake mia mwenyewe pia nipe yule mwanamke mwenzangu ah? badi kama masiku yani, yani unataka kusema nini yani? kwa maana kwa maana yake nini yani, kimzalisha nikimzali mwanamke sio ile imezalisha wanawake mia, wewe mwanamke mwenzako, yani maana yake unataka kuja kwenye idea gani yani? kwa kikao chote kikununulia vikali kununulia kiku madawa ya nini maganja manini ndio unataka kunipa story gani yani? Yani, unataka kunipa nini mwanangu? Yani bad boy. Hebu rudi kwenye karakta yako, afu mshikaji wangu anataka kuwakonda nini hapo? Nisitoeleweka kitu, ile video inatakiwa ifutwe. Sababu za kufutwa, utakuwa umemdhalilisha yule mwanamke, afu nami mwenyewe nitaingia pia katika kudhalilika vilevile. Vipi wewe? Safi tu, mambo poa. Inakuwaje mwanangu? Kama kawaida. Mbona sikuelewi? Yaani kwamba, kwa maana gani nafuta video, alafu ambapo video yenyewe wewe hatai kuhusu yule demu? We umjui, sio ndugu yako, sio familia. Alafu kwanza, we umeanza lini kwa kuwaakiza binadamu, yani katika mambo ya kike kike? Nini, intelligence sijui? Yes, engoigo, wewe umekuwaje mwanangu yani? Alafu unajua ile video si ni mchongo? Yaani unataka kujichanganya kwamba yani tunatafuta hela, watoto wadogo wana tuzala uzalao kila siku wanatuimba toa hela. Usitafute sio toa, unachukuliaje yani? Kula kitu kwanza. Hatunataka uje kwenye mada hapa. Sawa. Mm. Mhm. Mm. Ndio -hmm. Unataka kusema nini kuhusu sa sasa? Unaweza ukipata hizo sasa sampo, unajua unaigawanya kwa wanawake wangapi? Sasa sina taratibu. Toa nini? Wona tu hela kwa wanawake wangapi? Mimi sina kupa mama mtu. Kuna shida gani? Ah, yule chula. Ha, yule chula nimekuambia kicheche tu, alafu ni ni mimi nishaanza kukuelewa. Wewe ni unataka kuleta michongo hiyo kwa sababu ya yule chula? Ah. Hi, nisikilize ujue Mwatanga. Alafu Mwatanga, ujue so mke wangu mimi ujue. Wewe Mwatanga, ujue sio mke wa mtu ujue. Wewe mke wangu mimi ujue. Yule jina silipendi. Misifuti video bado. Kwa nini? Siwezi kufuta video. Hii video hela. Hii video shilingi, hii video mshiko, hii video mapene, hii video pesa, mkwanja. Sasa mpa, siwezi kufuta video badi, sikufichi yenu, yenu. Umekujaje na hii logic mwanangu, ujue sikuelewi yani? Ni leo tu au siliasi unafuta video futi? Ah, badi mimi sifuti video mwanangu. Mimi sitaki kugombana na we ujue, uh -huh, na uh -huh. Mimi napiga napiga video

Bado usitaki kunijazia watu hapa bwana, umesikia mwanamke? Hebu acha mambo ya kitoto wewe, hii video si i mpona hata mambo ya kitoto badi. Kwanini unalazimisha nifute video mwanangu? Kwa hiyo ndo nini, yaani mwanamke mwenzako ndo kitu gani yani? Mimi hapa video usifuti popote, nenda kama manispaa kashtaki, serikalini kashtaki, sijui watu wa cyber crime mitandao, sijui nataka kudhalilisha wewe. Ndio mwanasiasa, mwanasherikali, mwanamtetea wanawake, sifuti video. Kama mimi bogobogo siwezi kuiona pesa alafu nikaletewa dharau na mtoto wa kike, abadani asilani. Alafu na mimi nikiwa kama balozi, rais, si mwanamke? uh -huh. Na mimi nikiwa kama balozi uh -huh. Video unafuta, tukutane mwisho wa mwezi. Anani, nani anaenda eda Nakusaidiaje? na simu yako imenishtua vipi? Unaendeleaje lekii? Mm, mwana shetani wako alivyoniwekea biskuti kaniwekea mimi mgonjwa nini? Nami sijiwezi mama. Kila siku nakwambia usipende kumwita mwanamke wangu shetani, mama. Ukiona paka unakula hizi biskuti, ni kwamba wewe ndo umetaka ule hivi. Yani yeye amekifanya wewe ambacho unakitaka. Huyu huyu mwanamke ambaye unamuita e, shetani, ndo huyu huyu ambaye anakuuguza wewe, anahakikisha mndani, anapika, anafanya usafi anahakikisha mimi mwanaume wake nakuwa salama. Mnataka mwanamke design gani mama? Watu wote wanaomjua, marafiki zangu wote wananipa hongera kwa mwanamke mzuri kama huyu ambaye anajali. Leo tena mmekuja, mnamweka dosari mke wangu, mnataka kumchafua ili ikitoka huko nionekane kama mimi mwanamke wangu ananitawala. Mama, huyu ni mwanamke mzuri, nishakwambia, niliomba nikapewa huyu. Najua mwanangu uko upande na mke wako. Yaani huna habari na mimi, kila nikikuongelea. Mwanangu, unisikilize unisikilize, unisikilize, nina ushahidi, ina ushahidi wapa, na ushahidi wap, mama, mama

Kaka sungusungu, namba uje nyumbani tafadhali, kuna matatizo. Naomba njoo nyumbani haraka. Mama, mama, mama, mama. <coughs> Leo umekamilisha kazi yako, inabidi tumwite, tumkate ulimi ili asikusumbue tena.

Majuto, majuto, nilikuwa rafiki, nikageuka kuwa adui, nilijenga fami juu ya maumivu mm -hmm. Na sasa kila usiku, ni sinema ya giza nikilia, lakini hakuna anayesikia tena. Ninapiga magoti, mbele ya ukuta wa kimya. Sikuomba kuwa Mungu, lakini nikajifanya. Sasa, kila pumzi ni hukumu, na majuto ni jina la damu lianguka. Majuto yamekua nyimbo ya maisha. Majuto yana nivu wautua